Vipi kama nikikuambia watu wanakudharau si kwa sababu wana nguvu kuliko wewe, si kwa sababu ni werevu kuliko wewe, na si kwa sababu wamefanikiwa kuliko wewe, bali ni kwa sababu hujaweka mipaka. Heshima haiji kwa wewe kuwa mwema, heshima inakuja kwa kuweka mipaka. Na kama usipoweka mipaka, watu wataendelea kukunyonya hadi ubaki mtupu. Usiogope, katika video hii nitakuonyesha mipaka saba unayopaswa kuwa nayo itakayofanya watu wakuheshimu papo kwa hapo, si kwa sababu umepaza sauti, si kwa sababu una hasira, bali ni kwa sababu hatimaye umejithamini binafsi kiasi cha kuacha kuruhusu watu wakukaushe. Namba moja: acha kujielezea sana. Watu dhaifu hujielezea kupita kiasi. Watu imara husema tu huna deni la kutoa historia ya maisha yako yote ili kuwalalisha wa uamuzi wako. Unaposema hapana, alafu unaingia kwenye hotuba ya dakika tano kuelezea kwa nini, maana yake unatafuta ruhusa. Wenye nguvu hawajielezi kupita kiasi. Wanasema hapana, siwezi hilo, alinifai, sivutiwi. rais, moja kwa moja. Mwisho, Unapokoma kutetea maamuzi yako unarudisha mamlaka juu ya maisha yako. Namba mbili, linda muda wako kama dhahabu. Angalia ratiba yako, ikiwa imejaa majukumu yanayokuchosha tayari, umeshapoteza muda wako. Ndio sarafu yenye thamani zaidi utakayowahi kuwa nayo. Ukishatumika umepotea. Ondoa yeyote yule asiyeheshimu muda wako huyo rafiki anayeahirisha ya mipango yenu dakika za mwisho, achana naye. Huyo mfanyakazi anayekutwika kazi zake, weka pembeni. Acha kuambia watu umebakiza lisali moja, malizia unachokifanya kisha ondoka. Watu huheshimu wale wanaoheshimu muda wao binafsi. Namba tatu, usivumilie dharau. Dharau si lazima iwe ni kelele au matusi inaweza kuonekana kwa namna tofauti: kejeli zilizofichwa, watu kukukatiza unapozungumza, au kupuuza maneno yako. Mwitikio mbaya: kucheka na kujifanya kama haijakuumiza. Mwitikio mzuri kwenye mazishi ya tabia upesi. Kama mtu akikukatiza mazungumzo, kwa utaratibu tumwambie subiri kwanza, sijamaliza mtu akijaribu kukudhalilisha mbele ya wengine usicheke nao, mtazame machoni na useme, usiongee nami hivyo. Huna haja ya hasira, unahitaji uthabiti. Watu wakigundua hutavumilia hata dharau ndogo, watajiuliza mara mbili mbili kabla ya kujaribu tena. Namba nne. Usiruhusu kila mtu awe karibu yako. Jinsi unavyopatikana kirahisi ni vyo jinsi thamani yako inavyopungua kwa watu. Fikiria watu ambao mara zote hujibu meseji ndani ya sekunde mbili, ambao mara zote wanapatikana, ambao hawawezi kusema hapana. Hao ndio wa watu wasioheshimika. Adimu huongeza thamani. Acha kuwa mtu anayepatikana kila mara kwa kila mtu, isipokuwa kwako, kwa wewe binafsi. Usijibu haraka kila ujumbe Usiache kila kitu kwa ajili ya simu ya mtu unapoacha kupatikana kwa kila mtu, watu huanza kuona uwepo wako kama heshima. Namba tano: sema unachomaanisha na umaanishe unachosema. Ukiwaambia watu utafanya kitu kifanye. Ukiwaambia ufanye usilegee. Kila unapovunja neno lako mwenyewe, unadhoofisha heshima yako mipaka yako ni imara tu kadri ulivyothabiti. Ukiwaambia watu usinipigie simu baada ya saa nne usiku alafu unajibu saa sita watajua umaanishi unachokisema. Ukisema nimeachana na hili alafu narudi nyuma, watajua wanaweza kukusukuma. Heshima huongezeka pale maneno yako na matendo yako anapolingana kila mara. Namba sita Kataa kubeba mizigo ya kihisia ya wengine. Ukweli ni huu: wewe si wa kuwabebea kila mtu matatizo yao. Rafiki yako anayelalamika kila mara lakini habadiliki, mfanyakazi mwenzako anayekutwika msongo wake, ndugu anayekufanya wa ujisikie vibaya kwa sababu umekataa kumsaidia, weka pembeni. Unaweza kuwa mwenye msaada bila kuwa pipa la taka la matatizo ya watu wengine. Sema sipo tayari kushughulika na hili kwa sasa, au bora zaidi, natumai utaweza kulitatua, lakini ni jukumu lako si langu. Unapokoma kubeba mizigo ya kihisia ya wengine, utajihisi mwepesi na watu wataanza kukuheshimu kwa kuto kuruhusu wakamue nguvu zako. Namba saba: kataa kuendeshwa na maoni ya watu wengine. Hili ndilo lenye kina zaidi watu wengi wanaishi maisha yao yote kama wafungwa wa maoni ya wengine. Wanavaa, wanatenda, wanazungumza na hata kufikiri kwa namna ya kutaka kupendwa na wengine, lakini ukweli mchungu ni huu: kadri unavyotaka kukubalika na wengine, ndivyo jinsi heshima yako inavyoshuka. Watu huwaheshimu wale ambao hawajali kama wanapendwa au la. Umheshimu yule anayesema anachokifikiri anayefanya anachokitaka na ambaye hana haja ya pongezi. Hivyo acha kuendeshwa na maoni ya wengine. Fanya kinachoendana na maadili yako na fanya kinachokusogeza mbele. Na mtu akikubishia, mwache. Heshima mara zote mfuata mtu anayejiongoza binafsi. Hivyo ukweli ni huu, huheshimiki kwa sababu wewe ni mwema. Unaheshimika kwa kuweka mipaka. Na jinsi unavyokuwa mtu wa mipaka ndivyo jinsi watu wanatambua jinsi ya kukabiliana na wewe. Na wale ambao hawakubaliani hawapaswi kubaki kwenye maisha yako vile vile. Anza leo. Anza kuweka mipaka na kuisimamia. Na uone jinsi watu watakavyoanza kukuheshimu upesi. Na hivi ndivyo utakavyobadilika kutoka kwa mtu wa kukanyagwa anayedharauliwa hadi kuwa mtu mwenye nguvu anayeheshimika. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vilevile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.